Katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanatuambia hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika ya kwamba hata ingawa ni kusikia tu, tunasikia mambo yananenwa, mambo hayo ni ya kweli na yatadhihirika, tujionee kwa macho. Imani siyo kujua. Imani ni kuwa na uhakika ya kwamba kitu kisichoonekana kipo na kitafanyika. Ni na uhakika ya kwamba mambo ambayo yameahidiwa ni ya kweli, na aliyeyaahidi ni wa kweli na hawezi danganya, na yatadhihirika kwa sababu ni mambo hakika. gawaji hayajaonekana kwa macho na wala njia yatakayotokea kwayo haijulikani. Kujua kitu na kuwa na imani nacho ni vitu viwili tofauti. Kama sasa mtu akikuuliza kama unaamini uko na mkono ama unajua mkono uko nao, kwa hivyo hiyo unajua, lakini kuwa na imani ni kwamba hata kama ungekuwa umezaliwa kilema, hauna mikono lakini uwe na uhakika ya kwamba hata ingawaje hauoni mkono kwenye mwili wako mkono unao, kwa sababu siku moja utafanyiwa muujiza na ujipate na mkono. Katika kitabu cha Warumi kumi na mstari wa kumi na saba inasema basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tukiangalia maneno haya, ni kusema kwamba kuna vile imani huchokozwa. Imani yaweza kuwepo katika moyo wa mtu, lakini imelala na inahitaji kuamshwa, inahitaji kuchokozwa ili iamke ifanye kazi. Na imani katika moyo wa mtu huamshwa namna gani? Katika Warumi hiyo, imani huja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo. Kwa hivyo wale ambao unajizungukia nao na wale ambao unatangamana nao na maneno ambayo unasikia yakinenwa yana mchango mkubwa sana katika jinsi imani yako itakavyokuwa, kwa sababu kila neno lisemwalo na watu linaingia katika moyo wako na liko na kitu linakifanya ambacho chaweza kuchangia kwa njia nzuri ama kwa jia ambaya. Ukijizingira na watu wasemao mambo hayawezekani, basi utapata kwamba imani yako itaamka ikilenga kutowezekana kwa mambo. Ukitembea na watu wanaosema kila kitu kitawezekana, na hata kukitokea jambo ngumu wanasema mambo yatakuwa sawa kwa wakati wake, basi utapata kwamba imani yako itakuwa ikielekea katika uwezekano wa mambo kubainika. Na maneno yasemwayo na watu kwa ndimi zao yanaweza kuwa na hatari kubwa ama msaada mkubwa, kulingana ni maneno ya aina gani, kama katika zaburi mlango wa 45, mstari wa kwanza mwandishi wa zaburi alisema moyo wangu umefurika kwa neno jema mimi nasema niliyomfanyizia mfalme ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi inasema kwamba ulimi wake ni kalamu ya mwandishi mstadi yaani ulimi wa mtu ni kalamu inayoandika mambo katika mioyo ya wale wanayoyasikia ukitembea na watu wanaoendelea kusema mambo hayatawezekana ukiendelea kutembea na watu wanaosema biashara zitaanguka na wewe utaanza kusema zitaanguka. Ukitembea na watu wanaosema biashara zitainuka na wewe, bila shaka utajipata ukisema biashara zitainuka. Kama wewe umeolewa na unatembea na watu wanaosema ndoa haziwezi simama, utapata kwamba ndoa yako itaendelea kusambaratika, kwa sababu utakuwa unakiri kile ambacho kinasemwa, na kwa sababu kile ambacho unasikia ndicho kinachochokoza imani yako ielekee kwa njia fulani. Ukisikia sana mambo ambayo ni kinyume na maendeleo, utapata kwamba hata ukuaji wako wa imani utakuwa ni imani potovu ina nayopigana na maendeleo ambayo unayahitaji waweza kunyamaza na useme amen na ukuwa umeomba kimoyomoyo na Mungu amesikia. Lakini kama ulikuwa unamwombea mtu mgonjwa na umeomba kimoyomoyo ti, kwa sababu ni Mungu atakayefanya, hutakuwa umemsaidia huyo mtu, kwa sababu kwa masikio yake yafaa asikie maneno unayotamka ya nguvu, ili uchokoze imani yake kuelekea kuponywa. Imani huja kwa kusikia maneno mazuri ambayo yanatokana na kinywa cha Mungu kupitia kwa watumishi wa sasa na hata watumishi wa zamani. Kwa hivyo ni vizuri uchokoze imani yako na u imani yako kupitia kwa maneno mazuri ya semoyo na watu wazuri, lakini usijizunguke na watu wanaonena maneno ya kukuvunja moyo na kuifanya imani yako ife. Hujua kwamba kukiri kwa ulimi wako na kujizunguka na watu wafaao ni kitu cha maana sana. Kama unataka kuelekea Nairobi kutoka Nakuru, usitangamane na watu wanaotaka mwende Busia, kwa sababu baadaye utajipata uliingia gari ya Busia na wewe ulikuwa unataka kuenda Nairobi. Wengi watasema ni Busia, na wewe utapata unasema ni Busia, na kumbe wewe ni msafiri wa kuelekea lakini ukienda usimame steji ya Nairobi, utapata gari la kwenda Nairobi. Huwezi kuwa unataka kusafiri kwa meli na unaenda katika kituo cha mabasi. Huwezi kuwa unataka kusafiri kwa ndege na unaenda katika kituo cha treni. Ni lazima utaangamane na watu ambao kunena kwao na kutembea kwao na lingana na ndoto zako ambazo uko nazo moyoni. Usitangamane na watu wa kukwambia maneno ya kufanya imani yako ife. Tembea na watu maneno yao wa yatafanya imani yako iamke, ya watakochokoza imani yako ikufanyia neno makubwa na mambo yote makubwa ambayo unatamani yadhihirike kwa jina la Yesu. Hilo ndilo neno la Bwana. Neno la Uzima.